Kwa majina anaitwa Catherine. Natokea Chuo Kikuu cha Dareslam, Kamati ya Msaada wa Kisheria. Kamati hii ilianzishwa kwa lengo la kusaidia watu mbalimbali ambao wanapata matatizo lakini hawawezi kumlipa wakili. Lakini licha ya hiyo, pia jamii ambayo inazunguka Chuo Kikuu cha Dareslam na nje ya Chuo Kikuu cha Dareslam, kuna watu wengi wanakuwa na matatizo lakini awalei kwamba hilo tatizo ni la kisheria kwa hiyo wanakuoga wanafika pale kwenye kamati kwenye chuo kikuu cha Dar es Salaam jengo la kitivo cha sheria ofisi namba 12 na kamati yetu tunapatikana pale. Kwa hiyo wakifika pale tutawapokea na tutawahudumia na kamati hii ipo ku provide free legal aid, okay? Lakini ilivyokuja hii Mama Samia na kamati ya msaada wa kisheria tunakuwa tuna associate kwa sababu wote tuna provide kitu kimoja kwamba wote tumelenga katika kusaidia jamii ambayo hawawezi ku afford kulipa wakili, na licha tu ya kutokulipa wakili, pia kuna gharama mbalimbali ambazo mtu anapo file case mahakamani anatakiwa kulipa so, so kila Mtanzania anaweza kuwa na hiyo hela. Kwa hiyo kama mtu awezi kulipa gharama za mahakama, awezi kulipa wakili, tutaacha haki yake ipotee bure? Hapana. Na ndio maana kamati hii iliwepo. Kwa hiyo, kuwepo kwa kamati ya hii kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia inatusaidia pia sisi kamati yetu ya chuo kikuu cha Dar es Salaam kuweza kutekeleza wigo mpana wa watu kuendelea kujua kwamba pale chuo kikuu cha Dar es Salaam pia tunafanya kusaidia watu mbalimbali mbali napenda kuwakaribisha watu wote lika lote jinsia zote mtu anapopata tatizo asisite kufika pale kwenye kamati ya msaada wa kisheria tunapatikana kama nilivyosema mara kwanza tuko chuo kikuu cha Dar es Salaam kitivo cha sheria au shule kuu ya sheria ukielekezwa tukiwa pale ndani ya chuo utaambiwa shule kuu ya sheria iko wapi ukifika pale ukiuliza mle mapokezi utaambiwa tuko ofisi namba kumi na mbili kwa hiyo tunatoa ikiwepo na ushauri elimu na pia kama tukimpokea huyo mtu kutokana na swala lake, akawa mteja wetu, tutamjazisha fomu maalum ambayo hiyo tutamfungulia faili. Sawa, na katika huduma zote ambazo zinatolewa pale katika kamati yetu, mteja hatotakiwa kutoa hata shilingi mia. Sawa, hiyo ndio maana ya legal aid, ni msaada kwa watu wote. Na pia kama ikitokea kwenye kamati yetu kwamba umekutana na mtu wote akakuchajisha hela ofisi ipo ya kwenda kutoa mashtaka. Mwenyekiti yuko wa kamati na anapatikana. Ukiwa na hii kadi inakuelekeza kabisa kwamba ofisi ya mwenyekiti inapatikana ofisi namba ishirini na nane. Ukiwa na hii fomu inakuelekeza pale. Kwa hiyo utaenda utatoa kwamba nimechajiwa hivi na hivi, na hiyo itakuwa ni, ni kesi nyingine. Kwa hiyo kamati itadili na huyo mtu. Kwa hiyo tunakaribisha watu wote, wasiogope, wafike hapo ili tutatue changamoto zao. Lakini pia kama ikitokea kwamba shauri lake la huyo mtu hatuwezi kulisolve ndani ya kamati, hatutomwacha aende, tutamrifa kwenye vituo vingine ambavyo vina provide legal aid. Kwa hiyo tunawashauri watu wote wanapopata tatizo, wasio na wanaanza kuongea labda vitu huko nje, wanaashumu vitu ambavyo bado hawajaenda kukutana navyo, kwa wanakaribishwa sana.